Sehemu ya pili, chumba cha siri, kichaka cha ukweli. Baada ya ule usiku wa maumivu, Mawa hakulia tena. Alikaa kitandani akiwa ameshikilia simu yake, akitazama meseji ile moja aliyoisoma mara mia. Usijali mpenzi, nilificha kila kitu. Mawa hata hisi chochote. Lakini sasa, moyo wake haukuwa wa maumivu tu. Ulikuwa umejaa nguvu ya kimya. Aliamua kucheza mchezo ule ule, lakini kwa akili zaidi. Siku zilizofuata Mawa alianza kubadilika. Alianza kuvaa vizuri zaidi, akitabasamu kila alipokuwa na Kelvin, kama vile hakujua kitu. Alianza kupika chakula chake kipendwa, kuzungumza kwa upole na kumkumbatia zaidi kuliko kawaida. Kelvin alianza kuamini kwamba labda mke wake bado yuko pale yule Mawa mnyenyekevu, mwenye upendo wa dhati. Lakini ndani ya Mawa kulikuwa na sauti mpya. Sauti iliyokuwa ikimwambia, "Usilie tena. Cheza mchezo wake kwa utulivu." Kila siku kazini, Mawa alianza kuandika kwenye daftari dogo aliloita kichaka cha ukweli. Ndani yake aliandika kila kitu Muda wa Kelvin kutoka kazini, maongezi yake ya simu na hata maneno aliyoyasema akiwa usingizini. Siku moja alipokuwa akipiga simu ya kawaida kwa Kelvin, alisikia sauti nyingine nyuma ya simu, sauti ya mwanamke ikicheka taratibu. Kelvin akakata haraka akisema, "Samahani mpenzi, nilikuwa ofisini, kuna kelele kidogo tu hapa." Mawa alitabasamu taratibu akasema, "Sawa mume wangu, usijali." Lakini macho yake yalijaa machozi yaliyotulia, machozi ya mtu anayejua ukweli, lakini ameamua kuunyamazia kwa muda tu. Mawa alianza kuwa karibu na rafiki wa Kelvin, mtu mmoja aliyeitwa Ben. Ben alikuwa mtu wa maneno machache, lakini kila wakati alipozungumza alionekana kujua zaidi ya anavyosema. Siku moja alipompa chai ofisini, Ben alisema kwa sauti ya chini, "Mawa, kuna mambo mengine unapaswa kuyaona mwenyewe, si kila kitu kinaonekana kama unavyofikiria." Maneno hayo yalimshtua. Usiku huo hakulala. Kwa mara ya kwanza alihisi labda usaliti ule haukuwa rahisi kama alivyofikiria. Labda mtu mwingine alikuwa akicheza mchezo mkubwa zaidi, na Kelvin alikuwa kipande tu cha mchezo huo. Simulizi inaendelea. Mawa sasa yuko kwenye njia ya kugundua siri kubwa kuliko usaliti, na safari yake ya kisasi imeanza kimya, lakini yenye nguvu ya ajabu. Simulizi inaendelea. Maua sasa yuko kwenye njia ya kugundua siri kubwa kuliko usaliti, na safari yake ya kisasi imeanza kimya, lakini yenye nguvu ya ajabu. Usisahau subscribe, like na share video hii. Hadithi mpya zinakuja kila wakati.